Mtazamaji, haya yakijiri zaidi ya familia elfu tatu katika uh, wadi ya Kapomboi, eneo bunge la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia zimeachwa bila makao baada ya mto Sabwani kuvunja kingo zake kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha eneo hilo. Na mafuriko hayo yakiathiri nyumba na mashamba huku juhudi za kutoa misaa ya kibinadamu zikiendelea mash, kuhamisha kwa wakaazi kwenye maeneo salama. Na Mary Mwoki anaarifu zaidi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kwa mtazamo wa haraka mtu anaweza kudhani haya maji ya mafuriko ni ziwa, lakini haya ni matokeo ya mvua kubwa inayonyesha, ikiacha nyuma hasara na uharibifu mkubwa. Katika eneo la Namanjala, la wakazi wanakadiria hasara walioipata baada ya mvua kusomba mashamba yao na kuharibu riziki zao. Mambo yaliwawia kangaja pale mto Sabwani ulipovunja kingo zake kufuatia mvua kubwa inayoendelea mali hapa tumelilia serikali ikakuja ikatuundia daiki, na hiyo daiki ijamalisiwa, tumepatwa na hasara. Mboka simeenda chakula ambayo ilikuwa kwa nyumba imelowa na maji, na hata hatuna penye tunaweza toa tuanike ili ya kwamba tukapate kukula. Mto Sabwani livunja ukingo wake, sasa maji ametuingilia kwa nyumba ile, tuko hivi tumekaa tu kando hata hatujui tufanye nini. tutaki kupoteza watoto wetu, hatutaki kupoteza wananchi wetu. Kama hapa kuna shule, watoto wameenda shule asubuhi, sasa hivi maji yamejaa, watapitia wapi wakirudi? Wakazi wanailaumu serikali ya kaunti kwa kushindwa kukamilisha ujenzi wa kingo za mto eneo hilo. Tungelipenda pia kuona viongozi wale, wale tuliyowachagua wenye wako kwa serikali na wale wako kwa serikali ya kaunti waje hapo mashinani waweze kusikiliza kinangamama na hawa wazee, waelekeze almost 3000 families kutoka kule juu Kapomboi mpaka huku na manjalala simekua simeathirika. Tuna vaketi watu kutoka kwa manyumba zao waende safe places. And again, tunashirikiana na other partners Red Cross wako kwa ground kuensure ya kwamba we create camps ili watu wetu wakuwe safeguarded. Haya yakijiri, huku ripoti ya idara ya utabiri wa hali ya anga ikisema kuwa mvua itaendelea kunyesha katika maeneo mengi ya nchi, huku maeneo mengine yakitarajiwa kupata mvua kubwa zaidi katika siku chache zijazo. Mary Mwoki.